Habari. Leo tutajifunza namna ya kuwasha cold briquettes, mkaa wa kutumia majumbani unaotokana na makaa ya mawe, nishati safi. Tunaanza kwa kupanga mkaa wetu namna hii kwenye jiko letu. Kama unavyoona, hatupangi kuujaza, tunapanga kidogo, ili tuweze kupata namna ya kuwasha. Baada ya kupanga namna hii Tunawasha vijiti vyetu. Tunapenda kutumia hivi vijiti vya ubani. Unakiwasha namna hii, kikisha kolea moto, vinashika moto kwa haraka, unaongeza vijiti vingine. Baada ya kuongeza vijiti vingine, unaanza kupanga mkaa wako kwa juu ya vijiti. Juu ya vijiti pale, tunaongeza mkaa mwingine, tunapanga ili uweze kukolea kwa uzuri zaidi kama unavyoona namna hii unavyo, tunavyopanga ndivyo inavyopaswa kuwa. Namna hii kama tunavyoona hapa, moshi wetu wa vijiti ukiwa unamalizikia, tunangoja usambae kote, ili uweze kuwa tayari kwa ajili ya kupikia. Na sasa kama tunavyoona moto wetu umekwisha kuwaka kabisa kama hivi Ah, unaweza kubandika chakula chako sufuria, au kitu chochote ambacho wewe unataka kukipika, unaweza kubandika namna hii. Lakini pia kwa sababu moto umeshawaka inatupasa tufunge mlango wetu, ili kuzuia upepo, moto usiishe kwa haraka. Kama tunavyojua moto wetu unawaka kuanzia masaa manne na kuendelea, lakini namna unavyofunga au kufungua jiko lako inakuwa inasaidia moto usiende kwa haraka. Asante. Karibu Jitegemee kwa ajili ya kununua mkaa wetu wa cold briquettes, unaotokana na makaa ya mawe wa kupikia majumbani. Sifa yake kubwa, unawaka kwa muda mrefu kuanzia masaa manne na kuendelea, ni rafiki wa mazingira, unatunza ma, mazingira na una unatunza thamani ya pesa ya Mtanzania. Karibu Ujitegemee Holdings kwa ajili ya kupata bidhaa yetu ya mkaa unaotokana na makaa ya mawe.